Msanii kutoka Tanzania Zuchu amesema kuwa hatatoa kolabo na Wakenya mpaka waombe, waombe Samia Suluhu Hassan msamaha. So mimi naulizaje, Wakenya mko ready kuomba msamaha ndio Zuchu atoe kolabo na Wakenya? Kwa sababu Zuchu amesema amekata kabisa, ye mwenyewe amesema ndio atoe kolabo na Wakenya lazima waombe Mama Samia Suluhu Hassani msamaha. So mimi naona kama Itakuwaje? nyi mnaona itakuwaje hapo hivyo? Hebu comment niache nia niachie comment hapo hivyo juu, lazima tufanye lazima tufanye kolabo na Zuchu ama si lazima eh? Ama, ama tuombe msamaha? Nyi mnaona aje? Ama asisi wa Kenya wasanii wa Kenya, wasanii wa Kenya ndio watoe kolabo na Zuchu? Nyinyi watu wasanii wa Kenya mnasemanga, mnaweza toa collab na Zuchu ama mwenye mmekuwa na dream ya kutoa kolabo na, na zuchu mwenyewe amewakataa na amesema lazima mwombe msama kwa wao mama wa ktoka znaitwazzmaombmhieotaiooo so, mna, eh, e, eh, for apo love